Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Midia, karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni dominika ya Pentekoste, siku kuu ya ajabu tunapokumbuka na kuadhimisha ujio wa Roho Mtakatifu juu ya mitume siku hamsini baada ya Pasaka. Ni siku ambayo kanisa lilizaliwa kwa nguvu na ujasiri wa Roho Mtakatifu aliyewajaza wafuasi wa Yesu kwa moto wa upendo, ujasiri wa kutangaza Injili na umoja wa kweli. Katika tafakari ya leo, tunaalikwa kutafakari juu ya zawadi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Yeye anayetufariji, kutufundisha, kutuongoza na kutujalia nguvu mpya za kiroho. Karibu usikilize na utafakari na ujiruhusu kuguswa na moto wa Roho Mtakatifu ili na wewe uwe shahidi hai wa Kristo katika dunia ya leo. Tafakari hii imeandaliwa na frateli Phabian Abel Karume wa shirika la neno la Mungu na kuletwa kwenu na Eric Emmanuel. Karibu tusikilize masomo.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 wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, Tazama, hawa wote wasemao si Wagalilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami, nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libia karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi mia moja na nne aya ya kwanza na aya ya ishirini na nne aya ya ishirini na tisa hadi ya thelathini na moja na aya ya thelathini na nne. Kitikio ni aya ya thelathini, nayo inasema Waipeleka Roho yako, E Bwana, nawe waufanya upya uso wa nchi. Somo la walaka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yule yule kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule, navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio: Uje Roho Mtakatifu, uzieneze nyoyo za waumini wako huwatie mapendo yako haleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako E Bwana. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Kuna mama mmoja mjane aitwaye mama Rehema akiishi kijijini na watoto wake watatu, aliuza viazi sokoni ili wapate chakula. Siku moja, akiwa amechoka na hajauza chochote, alirudi nyumbani akiwa na huzuni moyoni. Jioni alipokwisha kuweka kuasha moto wa kuni kupika, alimwona mtoto wake mdogo akicheza na cheche za moto na kusema, Mama, angalia moto unacheza. Mama alitabasamu na kusema moyoni mwake, huu moto wa jikoni ndio unanifufua kila siku, si kwa nguvu zangu, bali kwa neno na neema ya Mungu na hapo alitambua Roho wa Mungu huja kama moto wa faraja, hata kwenye maisha ya kawaida kabisa. Leo Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya Pentekoste. Ni sikukuu ambayo inasherekewa siku hamsini baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Agano la Kale, Pentekoste inatokana na neno la Kigiriki Pentekoste likimaanisha siku hamsini. Katika Kiebrania iliitwa Shavot, yaani sikukuu ya majuma au mavuno. Ilikuwa ni sikukuu iliyoadhimishwa siku hamsini baada ya Pasaka. Lejea katika kitabu cha Walawi sura 23 aya 15 hadi ya 22. Walawi walimtorea Mungu matunda ya kwanza ya mavuno ilihusishwa pia na kumbukumbu ya kupewa sheria yani Torati, mlima Sinai, yani agano kati ya Mungu na wana wa Israeli. Leo tunasherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Kanisa kwa sababu hapo ndipo mitume walipewa nguvu ya kuhubiri na Kanisa likaanza kuenea. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Mitume walijazwa na Roho wakaongea lugha mbalimbali, wakaacha hofu zao. Tunajifunza nini katika somo hili? Roho Mtakatifu hubadilisha hofu kuwa ujasiri. Hata sisi leo tunapokabiliwa na changamoto kazini, katika ndoa au shuleni, hatupaswi kujitegemeza au kuegemeza akili zetu bali kumuomba Roho atuongoze na kututia nguvu ya kusimama katika ukweli. Mtazame mwanafunzi aliye na hofu ya mitihani, mfanyakazi anayeonewa. Roho anamfanya asimame bila kukata tamaa. Huu ulikuwa mwanzo wa maisha mapya, kutoka katika hofu kwenda katika ujasiri, kutoka kujificha kwenda katika kushuhudia. Hii siku ni siku ambapo Kanisa lilizaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, si kwa mpango wa kibinadamu bali kwa upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu aliye hai. Katika somo la pili katika kitabu cha Wakorinto wa Kwanza sura ya 12 aya ya 3b hadi ya 13 tunaambiwa kila mmoja amepewa karama kwa faida ya wote. Kila Mkristo ana mchango wa kipekee katika kanisa, hakuna aliye wa bure. Unapopika chakula cha jirani mgonjwa, unapotoa ushauri wa kiimani, unapohudumu parokiani au kuwa mcheshi kwa watu, hao yote ni kazi ya Roho Mtakatifu. Katika somo hili tujiulize Je, tunatumia vipawa vyetu kwa ajili ya Mungu au jirani, au tunavificha kwa sababu ya uoga au kiburi? Na katika somo la Injili, Mwinjili Yohana sura ya 20 aya 19 hadi 23. Yesu anawapa wanafunzi wake amani na kuwaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Mwinjili Yohane anatukumbusha Roho huja na zawadi ya amani ya kweli, si ile ya dunia bali ile ya ndani ya mioyo yetu. Na pia anatupa mamlaka ya kusamehe na kuponya. Mfano, tunaamua kusamehe waliotuumiza, si kwa nguvu zetu bali kwa msaada wa Roho. Hapo ndipo maisha yanabadilika ndipo maana ndiyo maana mzaburi anatuambia katika Zaburi ya mia na nne: Waipeleka roho, e Bwana, nawe waufanya upya uso wa nchi. Maana yake ni kwamba Roho huleta uumbaji mpya. Hata mtu aliyepotea katika dhambi anaweza kuumbwa upya. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu aliye chanzo cha uzima wa kiroho na mshikamano wa upendo kati ya Baba na Mwana. Mtakatifu Agostino anamwelezea Roho Mtakatifu kama vinculum caritas, yaani maana yake kifungo cha upendo kinachounganisha Mungu kwa ndani na kwa waamini. Roho huishi ndani ya mioyo yetu akitufundisha, kutukumbusha mafundisho ya Kristo na kutupa uwezo wa kuishi kama wana wa Mungu. Hutenda kazi kimya kimya lakini kwa ufanisi mkubwa katika dhamiri, sala na maamuzi yetu ya kila siku. Yeye ndiye anayetupeleka kwa Kristo na kutuwezesha kumuita Mungu Aba. Yani, Baba Mtakatifu Thomas wa Aquinas anasema Roho Mtakatifu ni zawadi kuu inayotoka kwa Mungu ambaye hutoa mapaji saba, yaani hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mwenyezi Mungu. Haya mapaji yanatujenga kiutu na kiroho ili tufanane na Kristo. Hivyo leo, ndugu msikilizaji, mama kanisa anatualika kujifunza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, roho mtakatifu anatusaidia kuona kwa macho ya Mungu. Leo tunaalikwa kuchagua mema hata yanapotugharimu kwa kutumia mwanga wa roho si vigezo vya mitandao au vya watu. Kupitia paji la hekima, tunapata uwezo wa kutazama mambo kwa mtazamo wa kimungu na wala si wa kibinadamu. Mkristo mwenye hekima hutambua thamani ya kiroho kuliko ile ya kidunia. Mfano, mama mmoja ambaye aliishi katika dhiki ndani ya ndoa yake, licha ya mateso aliamua kubaki mwaminifu kwa sababu anatambua ndoa ni agano takatifu, si biashara ya faida. Anaishi kwa hekima ya Roho, si akili ya ulimwengu. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anatusaidia kuelewa mafumbo ya kimungu. Leo tunahimizwa kujifunza neno la Mungu, kushiriki katekisimu na kutafakari ili roho atuongoze kuelewa mapenzi ya Mungu. Paji la akili lituwezeshe kuelewa maana ya mafundisho ya imani kwa undani zaidi na si kwa juu juu. Mtu mmoja aliyekumbwa na msiba wa mtoto, lakini bado huona msalaba huo kama sehemu ya mpango wa Mungu na huendelea kumtumainia yeye. Si kwa nguvu zake bali ni Roho anayempa akili ya kiimani. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu anatusaidia kusimama kwa imani hata kwenye mateso. Mama Kanisa anatualika waamini kuwa mashahidi jasiri wa Kristo kazini, mitaani, vioni, na hata ndani ya familia zinapopingana na imani yao. Paji la nguvu litupatie uwezo wa kuhimili majaribu, hofu na mateso kwa ajili ya ukweli wa Injili. Kijana anapojitenga na kundi la marafiki linaloishi maisha ya anasa na starehe, hata kama anadhihakiwa, anaongozwa na ujasiri wa Roho, si nguvu zake binafsi. Jambo la nne, Roho Mtakatifu anatusaidia kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Tunahitaji Roho Mtakatifu atuongoze kila tunapofanya maamuzi, iwe katika kuoa nani, kazi hipi tuchukue, njia gani ya kutatua migogoro. Paji la shauri na uchaji wa Mungu litupatie uwezo wa kupambanua kati ya jema na baya katika maamuzi ya maisha. Binti mmoja aliyepata kazi ya mshahara mkubwa, lakini yenye mazingira ya maadili duni akachagua kuikataa kwa sababu haikukidhi wito wake wa Kikristo. Yeye aliongozwa na Roho kupitia shauri na uchaji wa Mungu na kuamua kuacha shughuli hiyo na kuendelea kumwomba Mungu amjalie kazi ambayo imejawa maadili. Jambo la tano na la mwisho, Roho Mtakatifu atusaidie kuishi kwa heshima na unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mapaji haya yanatusaidia kuishi maisha ya utakatifu hata tunapokuwa peke yetu, kwa kuwa na hofu ya kiroho inayozaliwa na upendo kupitia nguvu ya paji la ibada. Hali hii ya ndani ya moyo inayotufanya tuogope kumuudhi Mungu, si kwa hofu bali kwa heshima ya upendo. Mchuuzi wa soko anayekataa kuongezea bei isivyo halali au kuuza bidhaa mbovu kwa sababu anajua Mungu anamuona hata kama hakuna kamera. Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media, leo kanisa linatuita kuishi kama watu wa Pentekoste waliojaa Roho, wanaoshuhudia Injili na wanaoshirikiana katika karama kwa ajili ya wokovu wa wote. Roho huyu tunayempokea leo atusaidie kutambua sheria mpya si ya mawe bali mioyoni. Atusaidie kupokea nguvu mpya na kuingia kwenye utume mpya. Rejea katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 aya ya 33 na katika kitabu cha mwinjili Luka sura ya 24 aya ya 49. Mapaji ya Roho Mtakatifu si kwa watakatifu walioko mbinguni tu bali ni zawadi halisi kwa kila Mkristo. Tunapoyaomba na kuyatenda, Roho Mtakatifu hutufanya kuwa mashahidi hai wa Injili. Basi tumuombe Roho Mtakatifu atujalie mwanga wa kuona, ujasiri wa kusimama na hekima ya kuchagua mema daima. Amina. Tumsifu Yesu Kristo, milele. Amina.